Anasema jadil fanadhir bisukunin haliman la taliju wala tukabir. Tena kuwa mpole, usiwe na kibri wala usimtukane mtu, la taliju wala tukabir. Anasema yufidu kamastafada bihi, ukitumia njia hiyo utapata faida kwa yule unayejadiliana naye, anaweza kusema vitu usivyovijua wewe kwa hiyo yufidu kama stafada bihi, utapata faida aloipata yeye bila mtinanin. Tena utaipata kwa njia nyingine moja nzuri kabisa, tufidu kama stafada bihi bila mtinanin, min nukati nawadir min nukati lkarimati wanawadir. Utapata lulu kutoka kwake kwa kuwa umejadiliana naye kwa njia yake kabisa. wa iyaka wallajuja wa man yarani anni qad ghalabtu wa man yukabir, najiepushe na kugombana au kujadiliana na watu wajinga, yani, watu wasiokuwa na elimu. Imam Shafi mwenyewe anasema mi elimu yangu mnaoniona, nikianza hiwari na mtu ambaye hakusoma atanishinda hapo hapo, atanishinda kwa kuwa yeye hajui kitu, atakuwa anajadiliana kwa njia ya jazba na njia, hajui kitu. Anasema watu hawa fajtani ba'an, jiepushe nao anasema wa iyaka wallajuja juja waman yarani anni qad ghalabtu waman yukabir, jiepushe na watu aina hiyo. Jidal iwepo, hiwar iwepo, lakini kwa njia yake iwe kwa aina yake. Amezungumza haya, ni maneno katika elimu. Kazungumza maneno mengine safi mno katika undugu na urafiki

basi nikawa mgonjwa mimi kwa kumsikitikia rafiki yangu. Sasa ikaja zamu yake yeye kuja kunizuru mimi, wa ata lhabibu yauduni, akarudi rafiki yangu kuja kunizuru mimi sasa mgonjwa, fabaritu fa, fa fa minnadhari ilaihi basi. Mi nilipoa kwa kumtizama yeye. Angalia ayu kalamin hadha Nimetaka kuyataja haya kwa kuwa Shafii bidayatu hayati alipelekwa madarasa ya ufasaha na balagha na bayan. Sasa iangalie kazi yake, maridha alhabibu faudtuhu famaridtu min hadhari alaihi wa ata lhabibu yauduni fabaritu min nadhari ilayhi. Kumbe kutizama pia unaweza kupoa kwa kumtizama mpenzi wako. Sio mpenzi girlfriend, sio mpenzi kingasti, ni mpenzi aliyokuwa mpenzi wako wa kweli. Na tukisema mpenzi, haina maana ya tu kwamba mtoto wa kike au hawara yake mtu, abada, mpenzi ni yoyote, hata mtu na mwe, mwanamume anaweza kuwa ni mpenzi wako, kwa kuwa ni habib mpenzi wetu Mtume sallallahu alayhi wasallam, na Mtume katufundisha tupendane. Sasa mwenzako mwanamume akikwambia mie nakupenda usimpige, lakini kwa hali yenyewe ya hatari ilivyo katika miji yetu, mtu la yutawiuhu kalbuhu, moyo haumpi kuambia bwana nakupenda sana. Ada atazunguka ujamaa fulani, kaja kanaambia, ananipenda, ndo wao wao wao. Utampendaje mwanamume mwenzako wewe, utampendaje? Nisi nini, ataanza kukushambulia, atakutukana lakini kumbe, idha ahbabta akhaka faalimhu annaka tu tuhibuhu. Ukimpenda mwenzako, mwambie kwamba mie nakupenda, inni uhibuka fillah. Hii ndo kauli utumie, mie nakupenda kwa ajili ya Mungu. Kupenda na mke wako vilevile vile umpende na, na ujifundishe pia kumwambia mkeo kwamba mie nakupenda, na inatakikana mtu amwambie mkewe ya maneno ya ya kumpenda, kumwonyesha upendo na mahaba Ee, mke wangu, mashaallah, sijawahi mie kuona mzuri kama wewe. Angalia vidole vyake vilivyonyooka, vidole vizuri kama hivi sijawahi kuviona. Angalia nywele. Japo vidole vibaya au nywele mbaya, una sifu, una msifu. Ana, anajiona katika makao na rafi. Sisi tunakwepwa tuna na, na wake zetu kwa kuwa hatuna love and care, hatuna hatuna mapenzi ya kweli. Chakula japo kakipika kizuri basi pia unaona shida kumwambia, masha allah, binti fulani, wewe sijui umesoma wapi katering. Wewe una, unaona ubaya pia. Mwambie leo iftari ya leo masha allah qimma, basi ataisi. Ah, bardan wasalaman ala qalbiha. mume wangu ukaipenda, lakini ndo nini umepika nini, uko kwenu ndo ulivyofundishwa hivi? Unatoka leo leo, kinaingia chombo kingine hapa, we unijui mimi nini, mialwata ni hivo, unaanza kumkebehi na. Nao kina mama wawafundishe watoto wao wa kike kupika. Nasikia kuna mmoja alitaka kupika mwogo wa nazi ya katia mwogo na nazi zake hizo nzima nzima. Sasa aftari kama itakuwa hivyo itakuwaje? Kwa hiyo mfundishe, mfundishe binti yako kupika asija akaahirika. Wengine unakuwa makosa ni wanaume, lakini wengine makosa ni yao wao, kwa sababu wengine wanapika, wengine wanakoroga tu, vitu havijaiva vimeshaondolewa jikoni. Chai pia naweza kutiwa bizari eti anapamba, kuna wageni leo. Nani kakufundisha kupika hivyo? Kwa hiyo ufundishe, sahibuhu saban adibuhu saban lazima uwe na mafundisho ndani yake, kuwe na mapenzi ndani yake. Mtu akioa awe mke bora, mjuzi wa kupika, mjuzi wa kila kitu nyumbani, mjuzi wa dekor kuandaa nyumba afundishwe kila kitu hivi, naleta mahaba na mapenzi, ndo yenyewe. Anakaa katika nyumba ya mtu kando, kishaamka tu kitanda kinaachwa hivyo hivyo, kinatandikwa siku ya pili yake, hakufagiliwi nyumbani, akitoka vyombo hakoshi, hakuna chochote esi msafi msa, usafi wake mwili wake tu anakaa kioo. Saa moja kasorobo anapaka lipstiki mwili mzima, akitoka pale basi anang'ara, lakini nyumbani kuchafu akija kulala pia miguu akoshi, analala hivyo hivyo na jasho langu toka Mbuyuni au street ya Mchangani, kapige abadani nadhafa. Wengine tunaachika kwa sababu ya matatizo ambayo yanaweza kupata solution kutoka kwa wazazi au kwa wazazi wa mume au wazazi wa kike. Kwa ajili hiyo basi, Shafiiyu Lazim amesema, mpenzi wako ukimtizama unaweza kupoa Anasema marida lhabibu faudtuhu amekuwa mgonjwa mpenzi wangu, nikamzuru. kamzuru famaridtu min hadhari alaihi, kwa ile pupa ya kumhurumia nkawa mgonjwa mie. wa ata lhabibu ya uduni fabariitu min nadhari ilaihi. Anaendelea shafiiyu ladhim anasema katika kutufundisha adabu

Tunazitukana zama zetu bure, wala aibu fina, kumbe aibu tunayo sisi, siku hazina aibu yoyote. Bwana siku hizi hali ngumu, matatizo mengi, kumbe matatizo unayo wewe mwenyewe, siku hazibebi matatizo. Naibu na zamanana walaibu fina, laisa lizamanina aibun siwana. Wanahju dha zamani, zamani tunaishambulia kwa maneno mabaya. Zama min ghairi jurmin, bila ya dhambi lolote walau nataka zamanu idhan lahajana, kama zingepewa uwezo na Mwenyezi Mungu kuzungumza, hizi zama zingesema nyie, bwana, matatizo yenu we, wenyewe mie. Msini lau walaisa ya, wa dhibu yakulu lahma dhib, huwezi kumwona mbwa mwitu anakula nyama ya mbwa mwitu mwenzake, lakini sisi yakulu baduna badan ayana, tunalana sisi kwa sisi, tena wazi wazi. Maneno mazito anayosema Shafi'i

wala tukthir alayhi taasufa, maadamu hakutaki basi usikithirishe asaf. Fafi nasi ibdalun, wapo wengi wakubadilisha watu, wapo wengi wanaopenda watu. Fafi nasi ibdalun wa fi tarki rahatu, na ukiachana na yule shida zote zitaondoka, utapata raha. Wafi lqalbi sabru lilhabibi walau jafa, na ndani ya moyo kuna subra, lakini kwa aliye mpenzi japo atafanya ya kuudhi lakini kwa kuwa mpenzi umemwoa mke wako, kakuudhi, naam, lakini subiri. Mtume saa salam anasema ukiudhika na haya kwa mke wako, kuna mengine mazuri zaidi unaridhika nayo, basi yakumbuke yale unayoridhika nayo, yaache yale ulioghadhibika nayo. Angalia yale ya kukuridhi, angalia yale mengine yote yape mgongo. Tabia ya mwanadamu hayuko kamili. salamun ala dunia

wameipatalaka dunia kwa kuogopa fitna. Wametizama ndani yake, walipoona dunia kwamba haina salama kwa mtu mwenye akili. Jaaluha lujatan, wameifanya dunia ni kama wa mawimbi. Watakhadhu salihal amali fiha sufuna, na wakachukua amali njema kama jahazi la kusafiria katika mawimbi yale. Hii ni shairi ya zuhud. Kisha anasema tena, sini nafsi ichunge nafsi yako wahmilha ala ma yazinuha falqaulu minka jamilu. Ihifadhi nafsi na uipeleke katika mambo ambayo yanainyanyua nafsi yako, utakuta kila neno linalosemwa kuhusu wewe ni zuri. wala turiyanna nnasa illa taasufan wa tajamula, usiwaoneshe watu isipokuwa mambo mazuri. wainnababika walau jafaka khalilu, japo utakuta unachokiomba hupewi Unachokitaka ukipati, lakini usimtukane ulomwambia akupe hakukupa. Wala ujafaka khalilu, hata kama atakukata. Anasema wala khaira fi wuddi mriin mutalawinin, hakuna urafiki wa mtu ambaye ni kigeugeu. Ukimjua mtu rafiki yako sahibu yako, lakini ni mutalawinin, yatalawanu kalhirba, anabadilika rangi kama kamilioni, mara iko hivi mara iko hivi mara ni mwekundu, mara green, maana yake hali yake hayuko straight forward. Imam Shafi kamzungumza, mtu huyu la khaira fi mriin sadiqin sadiin mutalawinin idha marrihu malat mala haithu tamilu, upepo nakovuma ndiko anakokwenda yeye, kama bendera. Leo umemgaia, anakusupport wendo we, we kiboko yao wewe. Kesho umemnyima, akwambia mnafiki huyo, ana chochote motoni, finnari jahannam

Anamaliza anasema wama akthara alikhwani hina taudhuhu, marafiki ni wengi mno, unapohesabu yule sahibu yangu yule sahibu yangu mamia. Walakin fi lnaibati qalili, lakini wakati wa shida ni wachache mno. Utakao wapata wakati wa raha ni wengi mno, wakati wa shida utaona wanahesabika kwa vidole vya mikono wakati wa shida. Ndio maana anasema idha qalla mali

wa hadduka mawfurun na bahati yako iko pale pale. Wa irduka sayyinun na heshima yako imefungwa lisani. Ni huli la tadhkur bihi awra tamrihi, usitaje ubaya wa mtu kwa ulimi wako. Fa kunuka awrat, wewe mzima ni mbaya. Mtu anapotaka kukunyambua na kukutukana anakukutukana kwa kila ulichokuwa nacho katika uso wako, kila kitu chako ni usi, ni, ni tupu. Kunuka awrat walinasi alsun na watu nao wana ndimi kali. Mwingine anakuambia naweza kukutukana na na naweza kukutukana wewe masaa mawili sijajia neno zuri hata moja, na ninaweza kukutukana wewe maji ya maka ya zamzam yasikikoshe n mahodari abharia katika matusi. Basi Shafii anakuambia huu kdoma lisanu la tadhkur bihi aurata mrii fakulu kaaurati walinnasi asu <coughs> waainuk, na hili jicho In arjat ilayka masawiha, likikwambia tizama, tizama mchuma unapita po jicho inakwambia, fasunha iambi tizama wewe h fasunha, wa kul nasema ya ainu wewe, jicho jichowe linasi, ayum watu wana macho na bili kutizana na wanatiza, linasi ayu, watu wana macho wa waashir bimaarufin, kana watu kwa wema

Haurariaalfai dirhamin fi baitihi yuzna biduni dirhami, anasema ifu, jiandaeni kuepuka mabaya wanaume, taifa nisaukum. Hapo ndipo atakapojiepusha mabaya wake zenu. Wewe utaki mkeo awe mzinifu, mbona wewe unazini? Wewe utaki mkeo awe changudoa, mbona wewe hawara wa kiume. Sasa kwa nini utaki wewe awe uwena kuwaidi? Basi ifu jizuie wewe, taifa nisaukum, watajizuia wake zenu fil mahrabi, katika matatizo ya dhambi watajizuia. Lakini sisi leo tunapendelea, ukimwona mkeo tukapewa salamu tu na mtu unaadhibita, lakini wewe huna heshima na wake zawa, huna heshima na wanawake wengine wote. Kuna heshima na mtoto yeyote wa kike yuko mbele yako, uchagui wewe. Basi ifu ta'ifa nisaakum fil mahram, watajannabu na jiepusheni bima la yaliqu bi muslimi, kwa mambo ambayo hayafanani na Muislamu. Kama haya inna zina dayn, hakika zina ni deni. In aqrabtahu, unapokopesha deni ile, kana alwafa' min ahli baitika, fa'lam, ulipwa kwake litalipwa nyumbani kwako, jua hilo. Man yazni fi baiti akhihi bi alfi dirham, mwenye kuzini ndani ya nyumba ya nduguye wa dirham alfu moja. Fi baitihi yuzna biduni dirhami, nyumbani kwake kutafanywa zina bila ya shilingi moja, unalipwa kama tadinu tuda, unalipwa na zina, ndio imetawala. Haqul jari ala jarihi, naipo lakini haki ya zina kwa majirani, dhidi ya majirani mengine ipo. Alikuja jirani mmoja nyumbani kwake, apande katika flati yake. Sasa opositi ya mlango wake kuna jirani mmoja ambaye ana uhusiano na mke wake. Ah, siku hiyo ameingia ndani ya nyumba yule bwana, akafungua mlango kaingia, huku katoka, huku kapenya, huku mume hayuko. Akirudi anagonga mlango, mke wake anamwambia, subiri, usiingie mpaka uniletee na chipsi na chicken huko chini. Kaambia, mke wangu, nimechoka shughuli ya mchana kutwa, niache kwanza niingie ndani, nikoge, nibadilishe nguo, nitakuletea unachokitaka. <coughs> Lakini kwa kuwa kule ndani kuna mambo yake alikuwa anafanya, sasa leo keshafumaniwa, anamwambia rudi, kanitafutie chipsi, apate kutoa mwanya, mume yule, mwanamume atoke. Akawambia nene kannentee chakula, njaa njame. Mume akasema aiwezekaani, me nitaingia ndani, ilikuwe nguo nende nikuchukulia chakula. Basi akaingia kwa nguo. Alipoingia mtoto wa kiume mdogo, mtoto wao kawambia, ya abati inna hunaka ifritun yanamu fi sarir, <laughs> chini ya kitanda kuna jini limelala baba. <laughs> Baba anatizama chini ya kitanda, kitandambunguni anamwona jirani yake, yanamu kama wala tatu, amelala uchi kama alivyozaliwa na mama yake. Alikuwa anafanya kitendo kichafu na mke wake mke mkewake, kafumaniwa eti anataka chipsi huko chini, ampe njia atoke. Mtoto kamfedhehesha, mtoto ajui maskini, hajaona mtu akiwa uchi hivi. Leo anasema ifriti ah, ni yanamu fisari, baba, jini amelala chenye idada mtoe